onge wetu kwa miaka mitano mingine, gharama gharama za mafuta ni na nini, wao machinga wamezifuta, wanataka kukabidhi milioni moja kwa ajili ya kwenda kuchukua fomu. Kiongozi anaemkabidhi ushika spika hapo asobeehaeshwa hiyo, Mheshimiwa Spika wanakukabidhi hiyo, kwamba itakapofika tarehe 28 kama ilivyotangazwa na chama chako, wanakabidhi milioni moja, hiyo ni usafiri na mafuta, mafuta kwenda kuchukua fomu. Lakini wanasema sio hiyo tu, wamepanga jambo la pili, watakwenda mguu kwa mguu, ikibidi kitanda kwa kitanda kuhakikisha unashinda kwa kishindo. Kama haitoshi, wanasema wako pamoja na wewe mguu kwa mguu. Makofi mengi ya kutosha. Hao ndio ndugu zetu machinga, naomba tuwapigie makofi, sisi tujipongeze. Naomba uketi umatua... Okay, mheshimiwa Dokta Tulia anawapenda sana, Dokta Tulia anawajali sana, Dokta Tulia hivyo pamoja na kila manyombea kuhakikisha anamtoa pale alipo, anamsogeza mbele kama nafasi yake kuruhusu, ili kila mmoja kupata maisha bora jiji la Mbeya. Dkt. Tulia ni mbunge wa kipekee ambaye anatamani kila mwana Mbeya asikose mlo hata mlo wa mara moja kwa siku. Dkt. Tulia huwa anaumia sana kuona watu hawana majumba mazuri, wanaishi katika majumba mabovu. Ndio maana Dkt. Tulia anatabasamisha watu kwa wale watu wote, kuagekea hata nini, ni mbunge pekee katika Tanzania ambaye anafanya hiyo kazi na akaifanya Mbeya akaifanya nje ya Mbeya kwa sababu ya upendo wake. Upendo wake ni mkubwa na umevuka mpaka. Kwa hiyo sisi kama wana Mbeya, Mungu ambaye Mwenyezi Mungu ametupa neema, ambaye Mwenyezi Mungu ametupa tuiangalie kwa macho kwa tumkupekee kumpaka tutatulia ka mkuga wajibanaarajini kwa hiyo kama wana Mbeya tumeunge mkono kwa dhati kwa dhati na tunakushukuruni sana ninyi, mmeonyesha mfano leo. Ninyi ni wa kwanza kutoa milioni moja kwenda kuchukulia fomu. Mapenzi makubwa kwa Dkt. Tulia, naamini Dkt. Tulia nitakapompelekea hizi habari Dkt. Tulia hata na ninyi, lakini tuendelee ku na kuendelea na kumunga mkono, fadhila ambayo mmefanya, heshima ambayo mmempa ni heshima kubwa. Leo kukaa kumchangisha milioni moja kumpa mtu kwa ajili ya kuchukua fomu ni heshima kubwa, ni deni kubwa ambayo mnamkopesha Dkt. Tulia, na sisi hatutaki vingine kwake, tunahitaji maendeleo ya jiji la Mbeya kama ambavyo tuliona katika miaka mine iliyopita miaka mitano iliyopita Dkt. Tulia amepambana katika jiji la Mbeya tumejenga vituo vya afya maeneo mbalimbali, tumejenga zahanati maeneo mbalimbali, lakini Dkt. Tulia, hakuna kitu ambacho kilikuwa kinamkera kama kusikia wazazi naomba wazazi wanachangisha fedha ya madawati. Tutaegemea katika jiji la Mbeya mlimalize, sipendi kuona watu wanachangisha fedha za na madawati kwa ajili ya watoto kusoma. Na leo hii Mbeya tumeitikia maelekezo ya Dkt. Tulia. Sasa hivi sasa hivi ninaongea na nyie wazazi, hakuna anayechangisha fedha ya dawati

amepambana kupata sekondari mpya. Tumepata sekondari ya Iziwa ambayo sasa hivi inakuwa na kidato cha tano na sita, tumeshajenga na mabweni tayari na Iziwa, barabara ya lami inaenda. Tumejenga shule sekondari tena ambayo tunaita Tulia, tumejenga shule ya sekondari Kibete, mtaa wa Shewa, tumejenga shule ya sekondari kule Msawaga, lakini pamoja na hayo, tutaibadilisha shule ambayo ilikuwa inaitwa Maziwa. Tumeita Dr. Tulia Girls Secondary School ambaye ni shule ya mtoto wa kike iko pale eneo la Yumba, na siku imata uweza Dr. Tulia papanani. Dr. Tulia analeta maendeleo. Dr. Tulia atu maneni aa, nikazi akendelee kumunga mkono kwa sababu nia na dhamira yake ni nzuri, lakini naona barabara ya nne jana kamleta waziri, kaja waziri jana kazungumza kwa upande atatoa oda kwa mkandarasi kufikia mwezi wa tano mwishoni au wa sita atakaporudi, basi aone lami inaanza kuonekana. Wananchi wa <coughs> Mbeya hawataki kuona magreda, magreda tunayajua, eskaveta tunazijua, matifa tunayajua, lakini Mbeya tunataka lami t omaada. Huyo ndiyo Tulia ambaye kazi yake imefanya siku zote etukuka. Dkt. Tulia amejenga daraja pana, makibeti ni mashahidi. Kaleta fedha bilioni moja na bilioni mia nne kwa ajili ya daraja na makibete ambayo ndugu zetu, mwaka elfu mbili na tisa palikuwa mbele pana mbunge, palikuwa pana madiwani, lakini watu zaidi ya saba walikufa katika mafuriko ya maji pale. Dkt. Tulia kataguu zake ili jambo lilikuwa na mkena za Mungu, akaniambia msaidi hapa ao tupate fedha, akaenda kaongeana na mheshimiwa rais kafanya koneshini zake tukapata pesa, daraja limejengwa. Saa hizi wao wanakwenda pale kupiga picha za harusi, wanakwenda pale kupiga picha za ukwaya, daraja ikua mateea hiyo ndiyo Dkt. Tulia. Ikampata wapi mbunge kama Dkt. Tulia? Ndiyo maana mwanzo nikasema, Dkt. Tulia, kila mwananchi wa Tanzania kwa kaigogo lake anatamani kuwa na mbunge aina ya Dkt. Tulia. Hapo vipi?